Yu bwana, hatimaye eh, mwanadada huyu mwenye mshepu bala anayejulikana kama vile Nicole Joberi eh, wengi washamzoea kwa jina la Nicole tu, sana anajulikana, yes, kama vile Nicole eh, natumaini umekuwa nimekuwa umeku, umeku, umeku, nikikwekea habari kuhusiana na huyu Nicole jinsi alivyokamatwa, ni sababu gani alikamatwa, mpaka ni kwa nini akaekwa ndani. Hiyo e, yote nishazungumzia, kama uja hujaiona basi e, ingia kwenye hii channel tu angalia habari za Nicole, utazipata pale, nimekuelezea kila kitu. Sasa siwezi kujirudia tena, ila kwa wale e, wenye waliona, tunazidi kusonga mbele ila nikupe tu kidokezo kifupi, pengine haukuona ni kuwa Nicole Joberi alikuwa amekamatwa kwa kosa la kuwatapeli vijana mtandaoni e, lakini akakaa jela pale kama wiki mbili hivi e, kesi yake ikaendelea ku, kusikilizwa mashtaka ya vijana wale waliowatapeli yakiendelea kusikilizwa. Sasa huyu Nicole Berry akafanikiwa kutoka, lakini alikuwa amepewa bondi ya milioni mia moja mtazamaji, ya Kitanzania hiyo. E, milioni mia moja mtazamaji, sio mchezo. Mara kwanza alikwama, akatarajia marafiki wamchangie, lakini marafiki wake wote waligoma kumchangia, hadi mume wake wakati yupo jela e, wakati Nicole Jobber yupo jela mume wake alikuwa na posti picha kali kali, huku akionyesha kuwa a, anakula bata. Sasa watu walizidi kushangazwa na jambo hili, ni kwa nini e, mume wa Nicole yani mpenzi wa Nicole ha, hajitokezi kumsaidia Nicole ha, lakini yeye anakula tu bata, ama pia aliamini kuwa ha, Nicole ni kwa kesi yake mwenyewe ndio ambayo imemfanya akaweza kushikwa ama ndio ambayo imemfanya akaweza, ha, kukamatwa. Mtazamaji sasa hivi ni Nicole, baada ya kupewa bondi ya milioni moja ikawa ana hali ngumu sana, sababu kila a, rafiki yake, kweleza, kila rafiki yake kama ambavyo nimekueleza, kila rafiki yake alikataa kabisa a, kumchangia. Ndio mtazamaji nakwambia saa zingine e, uwe na rafiki ambao unawajua vyema. Marafiki wengine ni wanafiki tu, wanakuongezea idadi, lakini kwenye shida huwa hawakutetei. Sasa ndio haya mambo ya huyu Nicole. Sasa ilibidi aweze kuweka bondi ee, aweze kupeana title deed, yaani kama vile kuuza shamba tu, akapeana uh, hati yake ya nyumba ambayo ilikuwa ina gharimu milioni mia na na, na akaweza kuachiliwa sasa hivi. Iwapo atarudisha zile milioni mia kwenye, iwapo yaenda tafute milioni mia arudishe basi, hati yake ya nyumba atarudishiwa, lakini kama hata rudisha, ama hata peana hatapeana milioni mia kwa kile kiwango ambacho amekewa ule muda ambao amepewa, kama hataleta, basi hati ya nyumba ataweza kuikosa huyu Nicole. Sasa hivi ameweza kutoka na amefoka kweli kwa kusema kwamba Uh, sihitaji mchango wenu nime, nimeweza kujitoa mwenyewe uh, uh, wenyewe walikuwa mnaniongelea sana yeah. Sasa hivi nimerudi mwenyewe na sihitaji mchango wa mtu, nimejitoa mwenyewe eh. Ila watu wengi wameshangazwa sana, inakuwaje Nicole anakosa milioni mia hadi anaweka hati ya nyumba bondi eh? Ili ni jambo ambalo limewashangaza watu wengi yani, uselebu na umaarufu wote, matangazo yote anayoyafanya kumbe hata milioni mia hajamiliki. E, hichi ni kitu ambacho kimewashangaza sana e, watu wengi bwana. A, sijui Nicole, e, kwa nini Nicole aliamua kuwatapeli vijana hawa mpaka sasa hivi ameishia e, pabaya. A, sasa hivi ametoka lakini bado hati ya nyumba imeweza, a, kukamatwa. Na, m m kuna mwanadada mmoja ambaye ndio rafiki yake anajulikana kama vile Irene Woya na mwingine ni Wolper, huyu Jacqueline Wolper mpenzi wa Harmonize e, wa zamani huyu, e, Wolper ambaye Wolper yuko na duka la nguo ambalo linajulikana kama vile Wolper Stylish, anauza nguo na marashi na, lakini hakumchangia Nicole akiwa katika gereza ama hakumsaidia Nicole katika gerezani, na Nicole ni rafiki yake Wolper, sana sana sasa Wolpa, baada ya kuhojiwa yeye anasema tu, eh, hiyo milioni mia ni pesa kidogo tu, eh, ni pesa kidogo mimi, hiyo ningeitoa kwa masaa machache, lakini nakuaje uh, Nicole anakosa pesa hiyo eh, mpaka anaamua kuacha hati ya nyumba. Eh, mtazamaji, sasa ndo nakwambia kuna marafiki wengine eh, ni wanafiki kama huyu eh, Wolpa. Sasa Wolpa ni rafiki mkubwa tu na rafiki mzuri wa Nicole lakini Ay, badala amchangie hiyo milioni mia, yeye kazi yake ni kusema tu eh, ana alishindwaje kupata milioni mia? Mimi naipata na muda kidogo. Sasa badala achange, yeye anazidi kukejeli kwa kusema kuwa Nicole eh, anakosaje milioni mia eh? Jamani, warafiki wengine eh, marafiki wengine eh, sio wa kuamini. Sasa hivi Nicole eh, yupo nje ya gerezani ametoka, lakini anakwenda kutafuta a, milioni mia aweze kuirudisha gerezani aweze kupewa hati yake ya nyumba. Kama hatafanya hivyo, basi nyumba ile yao itauzwa na mambo yatazidi kuwa magumu kiupande wake, sababu a, Nicole anatapeli watu tu lakini kumbe hali yake ya maisha ni duni. Nakumbuka kipindi cha nyuma akitwambia ho anatumia saa ya milioni tano anatumia sahani za milioni moja, kikombe cha milioni moja. Kumbe bwana, ni mambo ya mtandao tu ndio. Naambiwa mtazamaji, mtandaoni usiwamini sana, wacheza sinema huwa wana fake maisha tu, lakini ukija kuona real life hawana lolote. E bwana, nadhani mpaka sasa umeweza kujifunza kitu kutokana na hii ishu yote ya huyu Nicole Berry. E, alikuwa na utapeli, sasa hivi ameweza kukomeshwa. Zidi kusubscribe na zidi kufuatilia matukio yetu ama daily updates ambazo tunakuwekea kwenye channel hii ya Umbea Media TV. Unaweza ukashare pia kwa marafiki zako, ndugu na majamaa, waweze pia kuziona habari hizi zinazo trend katika jamii yetu ya Tanzania na mahali kwengineko kule.